Timizuri, mzigo tumeupokea na tumeendelea kuusimamia na tutausimamia mpaka uteketee wote huu mzigo. Lakini pili, ni waombe watu ambao wanaingiza bidhaa kinyemera nchini waache. Ukiona hivi vipodozi hapa, vyote ni sumu, ni feki. Ukiona hizi nguo hapa, kuna nguo za ndani, sindiria na andawea hizi wakivaa, ndio maana unasikia akina mama wameumwa fangasi. Kuna soksi ambao watu wana mafangasi fangasi, unaweza kukuta hapa ni maambukizo, lakini kuna sindilia hizi akina mama wakivaa, unasikia mama amekatwa titi, kwa sababu zinakuja zina magonjwa zimekaa. Kwa hiyo tamaa ya baadhi ya wafanyabiashara isisababishe kuhatarisha maisha ya wananchi wetu. Serikali imeshapiga marufuku kwamba mzigo ambayo mitumba isiingizwe nchini Unaingizaje kwa masirai gani ya kwako ulionayo? Dudshabari ne ni mashahidi. Ukipanda kwenye daradara, ukiwa sokoni, ukiwa barabarani, unakuta dada ana sura ngozi tatu mpaka nne tofauti, huku nyeupe, huku nyeusi, katikati mabaka. Lakini nasababisha na watu wanaingiza vipodozi fake nchini ambavyo baadaye inaleta kansa kwa watu wetu. Kwa hiyo nipongeze TBS kwa kazi hii lakini pili, wale wenye dhamana ya kusimamia mipaka ya magendo waimarishe ulinzi, kwa sababu hivi vipodozi vyote vimeingia nchini kwa njia ambazo sio halali. Sasa tujiulize vimeingiaje hivi? Wapi? Kila mtu atimize jukumu lake, tukiwa kitu kimoja, tukaacha tamaa ya kujitafutia utajiri kinyume na utaratibu, tutasave maisha ya watu wetu. Nami naomba ni kuahidi mkurugenzi, hapa Kisarawe mzigo ulivyoingia mpakani uko salama sana. Na watu walio wenye dhamana ya kushinda hizi tenda, hakikisheni mnasimamia kutekeleza maelekezo ya serikali bila compromising yoyote, hakikisha mzigo huu unateketea, na nimwombe mkurugenzi wa G20 ndugu yangu, simamia hili swala vizuri. Nisione hata sabuni moja mswaki umetoka. Ikibainika umeleta ujanja hapa, hiki kiwanda mimi nakifungia, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa kamati <coughs> ya ulinzi na usalama. Nikukaa tu naweka ushahidi, huyu kazi anayoifanya anahatarisha maisha ya wananchi. Ufanyi kazi, nimeona ni kijana mdogo, simamia utaratibu. Ni heri upate chako ambacho ni harari, uendelee kupata kuliko kupata kingi ambacho unahatarisha maisha na sisi Kisarawe hatuna mzaha hata chembe. Mtu yote anaenda nje ya utaratibu e, tukibainiko umeenda nje ya utaratibu tunaenda kupiga show tu. Na show yetu tukipiga, haina haina lele mama, ni show nzito, kwa sababu hatuna mzaha kabisa na vitu vile vinavyodili na maisha ya watu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anataka aone wananchi wake wanaishi maisha mazuri mema yasiyokuwa na changamoto yoyote ya kuondolea maradhi. Watu wengi sana wamepata matatizo mbalimbali ya kiafya. Wajin... leo hii tuko hapa eneo la dampo la kuteketeza bidhaa lililoko eneo la Kazimzumbwi, wilaya ya Kisarawe. Tumeleta hapa aina mbalimbali mbali za bidhaa ambazo tumeziondoa kwenye soko kwa ajili ya kuziteketeza ili zisi, zisiweze kutumika au zisiweze kuendelea kuuzwa kwa wananchi wetu na kiasi cha bidhaa ambazo tunaziteketeza hapa leo hii ni kiasi kinachokadiriwa kuwa tani 43 na thamani yake ni inakadiriwa kuwa shilingi milioni mia tatu sitini na sita na bidhaa zote hizi tumeziondoa kwenye soko kupitia ukaguzi ambao umefanyika katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Morogoro ili tuziteketeze zisitumike katika soko, wananchi wasizitumie ili kuepuka madhara. Aina ya bidhaa ambazo tunaziteketeza hapa kama ambavyo mnaona, kuna vipodozi ambavyo vimepigwa marufuku. Vipodozi hivi vilishapigwa marufuku siku nyingi kwa sababu vina viambato sumu ambavyo vinaweza vikasababisha madhara kwa watumiaji, lakini pia tuna bidhaa ambazo zimeisha muda wake wa matumizi expired products, ambazo sio salama kwa matumizi kuna bidhaa ambazo hazijathibitishwa ubora na Shirika la Viwango Tanzania, lakini pia kuna nguo za ndani za mitumba ambazo zimeingizwa nchini kinyemela na wafanyabiashara ambao sio waaminifu, ambazo tume, vile vile tumeziondoa kwenye soko na leo hii zote zinateketezwa. Tunafanya jitihada zote kuhakikisha kwamba tunawaelimisha wananchi tunawaelewesha na wanafahamu kabisa matakwa ya sheria, matakwa ya kanuni na matakwa ya viwango, ili waweze kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo wanazalisha bidhaa ambazo zinaingizwa nchini ni zile tu ambazo zinakidhi matakwa ya viwango, ili kulinda afya ya wananchi. Lakini pale ambapo tunabaini kuna wafanyabiashara wasio waaminifu, ambao wanaingiza nchini bidhaa ambazo zimepigwa marufuku au bidhaa ambazo hazikidhi matakwa ya viwango kwa kinyemela na kwa kupitia njia ambazo sio rasmi basi sisi tunafanya ukaguzi kwenye soko na kuziondoa na kuziteketeza ili zisiendelee kutumika na wananchi wetu. Kwa hiyo Shirika la Viwango Tanzania tunapenda kutoa wito kwanza kabisa kwa jamii, jamii yetu watambue kwamba vipodozi ambao vimepigwa marufuku ni vile ambavyo vina viambata sumu, na vipodozi vyenye viambata sumu sio salama kwa afya, vinasababisha madhara ya kiafya kwenye ngozi, kwenye figo na hata saratani. Kwa hiyo tunawasihi wale wote ambao wanaendelea kutumia vipodozi ambavyo vimepigwa marufuku waache mara moja kufanya hivyo, ili waendelee kulinda afya zao, wasipate madhara. Lakini pia tunatoa wito kwa jamii kuhakikisha kwamba inaponunua bidhaa basi wasome taarifa zilizoandikwa kwenye lebo au taarifa zilizoko kwenye vifungashio ili kuepuka kununua bidhaa ambazo zimepita muda wa matumizi au kutumia bidhaa ambazo pia muda wake wa matumizi umesha kuisha. Lakini pia tunatoa wito kwa wale ambao huwa wananunua au wanatumia nguo za ndani za mitumba, tunaendelea kusisitiza kwamba waache mwenendo huo, kwani kutumia nguo za ndani za mtumba ni hatari kwa afya, lakini pia inadhalilisha utu. Na sisi kama Shirika la Viwango Tanzania tutaendelea kusimamia kikamilifu ili kuhakikisha kwamba nguo za ndani za mitumba haziingizwi hapa nchini, na endapo tutabaini kwamba kuna mtu yeyote ambaye ameziingiza nguo hizo hapa nchini kwa njia ya kinyemela au kwa njia ambazo sio rasmi, basi tutaendelea kuchukua hatua ikiwa ni pamoja na kuziondoa kwenye soko kuziteketeza kama ambavyo tunafanya hapa lakini pia na kumchukulia mhusika hatua za kisheria. E, TBS katika jukumu lake la kudhibiti na kuhakikisha ubora na usalama, kazi mojawapo ni kufanya ukaguzi, na katika kaguzi hizo basi, tunapokuta bidhaa ambazo hazikidhi tunaziondoa sokoni. Na katika kuondoa sokoni, kuna namna tofauti tofauti. Tunaweza tuka, kama ni mzigo mdogo, tukaharibu mzigo huo pale pale iwapo tutajiridhisha kuwa hauathiri mazingira. Kama mzigo huo ni mdogo, kwa mfano vyakula, basi tunaharibu hapo hapo. Baada ya muuzaji yule kuridhia, tunaweza tukaharibu mzigo huo hapo hapo, lakini pia kuna muda ambapo tunazuia mzigo katika eneo la mhusika kama mfanya biashara tunakuta labda na mzigo mkubwa na kuna logistics za kusafirisha mzigo huo ikawa ni tatizo, basi mzigo huo utazuiliwa katika eneo la tukio, ambapo utajazwa siza na muhusika yule ataelekezwa asiweze kuuhamisha kuusogeza, au kufanya chochote mzigo huo bila e, ruhusa ya shirika la viwango Tanzania, na huwa pia tunaweka vielelezo vya kuonyesha kwamba mzigo huo umezuiliwa. Lakini pia kuna muda tunapofanya ukaguzi, basi mizigo hiyo huondolewa hapo hapo hulinganisha na hali ya mzigo huo lakini kulingana na mazingira tunayoyaona kwamba mzigo huu tukiuacha basi unaanza kuleta tatizo tunauondoa hapo hapo. Kwa hiyo tunakusanya mizigo hiyo katika sehemu mbalimbali ya mkoa wa Dar es Salaam, Morogoro na Pwani ambao ndio mnaiona hapa sasa hivi inakuja tunaandaa utaratibu wa kuharibu kwa pamoja na ndio tunafanya hivyo leo hapa. Lakini kuna njia mbalimbali ambazo hutumika pia katika kuharibu kutegemeana na aina ya bidhaa hiyo. Kwa mfano, tunafanya pia ukaguzi, tunakamata bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa za chuma ambazo hazikidhi. Sasa bidhaa za chuma mara nyingi uharibifu wake ni kuharibu kule kule kiwandani, aidha kwa kukatakata au kwa kurudisha kwenye moto na kuanza upya. Kwa hiyo inaweza kaonekana hapa kwamba ni vipodozi tu, chakula na mitumba, lakini kuna mizigo mingi ambayo inakamatwa na tumeikamata ipo huko na tunaharibu kwa kutumia viwanda husika.